Na na wewe OCD uliokuwa umevaa minyota nyota hapa, natamani ningekuwa na muda na na hayo maelekezo unayopokea kwa kiongozi, ningekuwa na muda ningepambana na wewe, tuone ungenifanya nini? Sa, mi sio mke wako, una cha kunifanya nini mimi? Mimi nimekuwa mbunge, najue nchi hii, nimekuwa kiongozi wa muda mrefu. Tumefika Itilima, tunapita barabarani, polisi wamezuia barabara zote za sisi kuingia Itilima. Haya mambo ndugu zangu, tukiyaona ni madogo madogo, tunayaruhusu na tunayanyamazia, ndiyo mwanzo wa ukoloni. Ukoloni ulikuwa unabagua watu weusi, zinawekwa shule za watu weusi, shule za wazungu shule za Waarabu, watu weusi wananyimwa baadhi ya vitu, wananyimwa maeneo ya kwenda kule. Afrika Kusini kulikuwa na njia ambazo mtu mweusi haruhusiwi ya kupita, yaani bora mbwa apite hapo, lakini mtu mweusi haruhusiwi kupita. Sasa kama leo tunafika Simiyu tunaambiwa hatuwezi kwenda Itilima mjini, yani mimi napita njia zangu. Ni sheria gani katika nchi hii inaweza kunipangia mimi napotaka kwenda? Nyie mnaotumwa mna sheria gani ya kuweza kunia mimi? nikiamua nalala hapa. Unanifanyaje OCD? Nimeamua nilale hapa, ukiendelea hivi kiongozi atakuagiza unikataze kulala na mke wako. Na bahati sana kwa sababu sina muda mrefu na mimi nikinigusa, kwa sababu nchi sio ya mama zenu. Hii nchi yetu sote lazima tuheshimiane. Msifikiri kuna mtu anaogopa hapa. Mmevaa kilauni kwa sababu sisi wananchi tuna mamlaka tuliowapa, tuheshimiane. Pokea oda ambayo ni oda ya kisheria, lakini mtu amelala na mke wake anakuagiza kwamba mzuie Heche kuingia mjini, na wewe bila akili unakimbia kutekeleza. Mmesoma wapi nyie? si nyiye si mnakwenda CCP mna, CCP? Si mna, mna polisi, general orders, PGO inakuambiaje? Sina kuambia dos na do, dont kwamba polisi unatakiwa kufanya hivi hiki usifanye. Huyo anayekuagiza kwa nini usimwambie kwamba hilo haliko kwenye PGO, kitabu kinachoniongoza mimi? Umepanda mpaka unafikia renki ya uocd, hujiamini, umepewa cheo cha kupendelewa hapa. Wananchi hapa wana matatizo hapa, uongo kweli? Tembo wanaumiza watu hapa, uongo? wanyama wanaua watoto wa watu hapo, uongo kweli? Hey. mazao ya watu yanaharibiwa na pamba uongo kweli? Hey. mbona huwa mkimbikimbia hapa na magari mkimwona Heche? Mimi ni mimi ni katili kuliko tembo <laughs> <laughs> mimi na tembo kipi cha muhimu hapa? Katiba hii inasema hivi lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, sio ustawi wa tembo Sio ustawi wa wanyama. Kwa hiyo kama tembo na hatarisha maisha yako, tembo inatakiwa afe, wewe ubaki. Lakini kwenye nchi hii bora nyinyi wote mfe, tembo abaki, ili wazungu waje kuona, wawalipe wao hera, ili wakali kule mjini na nani na, na, na, wao.